Na hii ni Mnyalu Tv. Ni takriban watu sita wanahofiwa kufariki, na wengine tisa kujeruhiwa, baada ya nyambizi ya watalii kuzama katika ufuo wa mji wa Hurghada wa Bahari ya Shamu mapema Alhamisi, na vyanzo vya ndani viliiambia shirika la habari ya BBC. Wengine 29 waliokolewa. Waliojeruhiwa, wakiwemo wanne waliokuwa katika hali mbaya walihamishwa katika hospitali za karibu. Inaaminika kuwa takriban abiria 40 watalii walikuwa kwenye nyambizi hiyo. Hili sio tukio la kwanza kuhusisha boti za watalii huko Hurghada. Mnamo Novemba, mashua ya watalii kwa jina la Sea Story ilizama na kuwaacha 11 wakiwa wamekufa au kutoweka, wakiwemo wanandoa wa Uingereza na watu 35 walinusurika. Wakati huo mamlaka za Misri zilihusisha maafa hayo na wimbi kubwa la hadi mita nne lakini BBC ilizungumza na walionusurika ambao walisema kulikuwa na masuala ya ukosefu wa usalama. Wachunguzi wa Uingereza walisema mwezi uliopita kumekuwa na matukio 16 yanayohusisha meli za ndani katika eneo hilo katika miaka mitano iliyopita, huku idadi kubwa ya vifo ikisababisha katika maeneo hayo. Sinabad imekuwa ikifanya kazi kwa miaka kadhaa. Nyambizi ya Sinabad imekuwa ikifanya safari za kitalii katika eneo la Hurghada kwa miaka kadhaa. Kampuni hiyo inasema inamiliki 2 kati ya nyambizi 14 bora burudani ulimwenguni. Kampuni hiyo inaruhusu watalii kusafiri umbali wa mita 25, futi 82, chini ya bahari ili kuchunguza mita 500 za miamba ya matumbawe na viumbe vya habari vya baharini. Tofauti na nyambizi ya Sinabad inaendelea ina, inatoa viti 44 vya abiria vya viti viwili vya, vya marubani na dirisha kubwa la kutazama pande zote mbili za bahari kwa kila abiria. Taarifa hii imekuja moja kwa moja kutoka hapa. Endelea kusubscribe na turn on notification ili uanze kupata habari ambazo zinawekwa hapa, na hii ni Mnyalu TV.